halo hey, halo hey, hey, nani wewe ni mimi hapa mganga Kigwangala aha, mganga hey, nilikuwa nauliza mahusiano yako wewe na Chiku yanaendeleaje hey, hey, hey, mganga hem nipumzishe kwanza utanimalizia kuku sasa niache nibaki single tu <laughs> hey, kwani vipi ha, mganga hamna ulichokifanya na matunguli yako Chiku anapenda hela hey. Hey, kumbe umasikini ndio nao niponza sasa, utanimalizia kuku bule? Acha nitafute hela tu. Na bahati yako, mshenzi, umegundua tatizo lako. Nilikuwa nifungue mradi wa kuku kupitia wewe, kumbe <laughs> kumbe ndio michezo yako eh. nakufuata ulipo. Hey, we, chizi, we. Nimeshaama. Achana na mimi niendelea kutafuta hela. Kisha nilamba hapa.